Wananchi wa kijiji cha Kibata kilichopo katika kata ya Kibata tarafa ya Kipatimu wilayani Kilwa mkoani Lindi wameomba halmashauri ya wilaya hiyo kuimarisha barabara za vijijini ili kurahisisha shughuli za usafirishaji kwa kipindi chote cha mwaka. Wakizungumza na TBC katika kijiji cha Kibata, wananchi hao wamesema wamekuwa wakikabiliwa na changamoto mbalimbali mbali za usafiri wa barabara katika kipindi cha msimu wa mvua za masika kutokana na hali duni ya miundombinu ya barabara inayounganisha kijiji hicho na maeneo mengine ya wilaya ya Kilwa. Mwandishi wetu Asheri Chilewa ana taarifa zaidi. Ni barabara ya kuelekea kijiji cha Kibata, tarafa ya Kipatimu, wilayani Kilwa. TBC inashuhudia gari ya mizigo aina ya Kia yenye namba za usajili T396 ACQ ikiwa imeanguka na kufunga njia, huku bidhaa mbalimbali zikiwa zimesambaa huku na huko. Kariso Philipo ndiye dereva wa gari. nilikuwa napeleka mzigkibata iofika hapa kwenye mlima gari kupanda ai ika eshindkpanda ya hali ya barabara sio yupo ukajionea mwenyewe mwenyeweaybarabaa ni changamoto mojawapo. Wananchi waliojitokeza kushuhudia na kutoa msaada katika ajali hii wanaelekeza kilio chao kwenye miundo mbinu hafifu ya barabara. Saidi Abdalla na Ali Mketo ni wakazi wa Kibata na ni miongoni mwa waokoaji katika tukio hili. Jina langu ni Saidi Abdalla, mkazi wa mkazi wa Kibata hii. Vedasto Ngombade ni mbunge wa Kilwa Kaskazini ambapo Kibata ni eneo la wapiga kura wake. Tunatumia hii barabara kupata mahitaji kutoka Dar es Salaam. Magari haya yanachukua bidhaa za madukani kutoka Dar es Salaam na yanatakiwa yapite katika barabara hii ili yafikishe kwa, kwa walaji, kwa maana hapo kijijini Kibata. Lakini mpaka sasa miundombinu yetu, yetu, yetu, yetu, yetu. Kwa yetu serikali, ya barabara haiko vizuri, kwa hiyo tuiombe serikali iangalie namna namna ya kusa, kusa, kusa, saidia, ya kuzisaidia mm, haiwezi kati ya ajali hii ikitokea na kuziba barabara. Mkuu wa mkoa wa Lindi Godfrey Zambi akiongozana na mkurugenzi wa halmashauri ya Kilwa Zabron Bugingo, kaimu mkuu wa wilaya pamoja na mhandisi na baadhi ya wakuu wa idara walikuwa wakitokea kijiji cha Kibata kulikokuwa na mkutano. Mkuu wa mkoa akisikiliza kero za wananchi, suala la barabara hii liliwasilishwa kuwa ni mojawapo ya kero za wakazi wa maeneo ya Kibata toka hivi halafu nakata kona na mlima sasa, hiyo ni mbaya sababu dereva hawezi kuhangaika huko, anakata steering na kubadilisha gia, lazima iwe ngumu sana, halafu pako steep. Kwa, kwa hiyo katika kutengeneza hii barabara lazima wahandisi waje wa na, waangalie namna ya kupaweka hapo vizuri, usitoke hivi halafu nakata kona moja kwa moja, lazima iwe hatari na ndio panaonyesha umuhimu pia hapa pawekwe kifusi kile, sio ili no, nitope kabisa. Hii hata hata mtakapolima hata hata mita mia mbili za hapa lazima mweke kifusi kizuri, ili walau gari ziweze kupita vizuri. Tuna mpango wa kutengeneza hii barabara kutokea kwenye njia panda inayotoka Kipatimu hadi Kibata, lakini ni kwenye mpango wa fedha wa kumi na saba kumi na nane kwa hali tuliyoiona hii haraka iwezekanavyo ili eneo korofi itafanyiwa kazi muda wote kuanzia sasa. Ombi kubwa la wakazi wa Kibata ni kwamba barabara za vijijini zitiliwe maanani kwani msimu wa mvua huwa ni adha kubwa. Kutoka katika kijiji cha Kibata, tarafa ya Kipatimu, wilaya ya Kilwa, mimi ni Ashia Richilewa.